Kufuatia mkataba wa makubaliano wa utendakazi wa pamoja uliotiwa saini na kinara wa ODM Raila Odinga na Rais William Ruto, kinara huyo sasa amejitokeza wazi na kutetea hatua hiyo akisema kuwa unanuia kuwahakikishia Wakenya wanapata maendeleo na pia kueneza ushirikiano wa pamoja baina ya Wakenya kama 2027 hiyo Kenya tulifika pale kama imechomeka. Kenyans need to live between now and 2027, itina karamya. Maisha ni juu sana ya Wakenya. Wakenya wanaumia, bei ya chakula iko juu, ushuru iko juu sana, eh mambo hii, yani ufisadi imepanda. Ndio sababu tukaweka ile nini mkataba, tumeweka 10 point agenda, na hiyo 10 point agenda sio usalata. Wewe unataka tufanyane namna gani? Raila akidokezea kuwa hakuna haja ya kupiga kampeni kila siku, kwani wakati wa kampeni utafika. Uchaguzi wa mwaka 2027 ukiwadia, hapa akionekana kupuuza walioshinikiza Rais Ruto kuondoka mamlakani, akisema hilo halina maana sasa hivi Unasema Ruta aende, Ruta aende, aende, alafu nani ifanyike? Hakuna haja, 27 itafika, lakini Wakenya wako na shida, mpaka ya shida yatatuliwe sasa, sio siku nyingine. Maana yake eweka nchi katika hali ya kampeni, kelele mingi zaidi, kuna kazi inafanyika. Sisi tunajua wakati hili ya kampeni ikifika, hiyo wanaume wanajitokeza sio lazima Raila asimame, ela vile vile anaweza kukaa nyumbani. Katibu mkuu wa chama cha ODM Edwin Sifuna amesema kuwa chama hicho kinaangalia kwa makini utendakazi wa Rais Ruto na utekelezwaji wa makubaliano ikiwemo kusitishwa kwa masuala ya utekaji nyara. Iwapo Mkenya mwingine yeyote atachukuliwa na polisi ati abducted afichiwe mahali chama cha UDA na kiongozi wake William Ruto watakuwa wamekeuka mkataba ambao tumeandikisha iwapo kufikia mwaka huu wa fedha kaunti zetu hazitapokea bilioni mia nne hamsini kulingana na vile tumesikizana, UDA na party leader wao watakuwa wamekiuka mkataba na chama cha ODM. Hiyo ndio kazi yangu tu. My colleague senator Sifuna has said uh, he will have the marking scheme uh, and part of it is right. The only problem is that some of that marking scheme does not belong to Raila and Ruto like disbursing money to county sifuna that is your job and my job that one we must do we cannot leave it to them and we will certainly do it haya yamejitokeza katika mazishi ya mumewe seneta mteule betty montent na aliyesifiwa kwa utendakazi wake